Huyu baba aliitwa Ngala, sisi kama mji wa Ngala hatujasahau na hatutamsahau, na nyinyi bila shaka hamtamsahau. Tangu afe hangu afe ni miaka milongo mitano na mihahu tangu wafa. Milongo mitano na mihahu ni nusu ya karne. Nusu ya karne, kwa hivyo ninyi karibuni kale hamwenga funene hamwenga uri hamwenga fulagane hamwenga lakini kala kundakala na masumiro ga umizichenda umwenga wehu nafikale nakatuwetuwe nafikale nakatuwetuwe Visikale huzire haha ha. uze huzi hunene kala hundaria hundaria gonya gosini gandigo nenu haha garichwe haha kavina mana hedu fundakala namana hedu fundakala namana kuna mana na vikale muche na mulume vikale na katuwe tuwe tumaihane wakati hata wakati kusumurira umwenga wehu ndo vindahenda maana kwa hivyo miaka hamisini na mitatu kama kulikuwa hakuna vuguvugu -vugu la mijikenda leo ni mwisho wa mwaka huzashala